Hii ni Nanan Sports na mimi ni Rohan Lick. Usisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa. Leo nakuletea orodha ya wachezaji matajiri zaidi duniani. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na, na Faik Balkia. Huyu ni mchezaji kutoka nchi ya Brunei, pia ni mtoto wa mfalme wa nchi ya Brunei. Hana jina kubwa kwenye maisha ya soka, lakini ndio mchezaji tajiri zaidi duniani. Utajiri wake ni dola za Kimarekani bilioni 20 sawa na fedha za Kitanzania trilioni 5. Nambari mbili, lehomes La Pulga, huyu ndiye mchezaji bora wa dunia kwa sasa ukimtoa Ronaldo, lakini ni mchezaji mwenye tuzo nyingi za Ballon d'Or. Amepata mafanikio makubwa zaidi na Barcelona, lakini kwa sasa anaitumikia Inter Miami ya nchini Marekani. Utajiri wake unakadiriwa ni dola za Kimarekani milioni mia sita Tawasana, tilioni moja na bilioni mia sita kwa fedha za Kitanzania. Nambari tatu ni Cristiano Ronaldo aliye maarufu CR7, huyu ndiye mfungaji bora wa dunia wa muda wote akifunga magoli mia tisa thelathini na mbili mpaka sasa. Anaitumikia klabu ya Al Nassr ya nchini Saudia, lakini alipata mafanikio zaidi akiwa na Real Madrid. Utajiri wake ni dola za Marekani milioni 490 sawa sawasawa na fedha za Kitanzania trilioni moja na bilioni mia tatu. Nambari nne ni David Beckham. Huyu ni mchezaji wa zamani wa Manchester United ya nchini Uingereza, lakini ndiye mmiliki wa klabu ya Inter Miami kwa sasa. Utajiri wake ni dola za kimarekani milioni 450 sawasawa na trilioni moja na bilioni moja kwa fedha za Tanzania. Nambari tano ni David Helan. Huyu ni mchezaji wa zamani wa Blackburn Rovers, kwa sasa amestaf soka. Utajili wake ni dola za kimarekani milioni 220 sawa na bilioni 590. Nambari sita ni Neymar Jr. huyu ni Brazili anayepiga kwenye klabu ya Santos FC ya nchini Brazili, pia ni mchezaji wa zamani wa Barcelona, PSG na Al Hilali ya Saudia. Mchezaji huyu utajiri wake Marikani, million, Sahasawa, billion, miyatano, selasina, saba, ni dola za kimarekani milioni 220 sawasawa na fedha za kitanzania bilioni 535. Nambari saba ni Zlatan Ibrahimovic, huyu ni mshambuliaji wa zamani wa Barcelona, Smilani, PSG na Manchester United utajiri wake ni dola za kimarekani sawa sawa na bilioni 508 na kwa fedha za Kitanzania. Nambari 8 inashikiliwa na Wayne Rooney, mshambuliaji wa zamani wa Manchester United na Everton, akipata mafanikio zaidi akiwa na Man U, lakini kwa sasa ke, Malikani, ni kocha. Utajiri wake ni dola za Kimarekani milioni 160 sawa sawasawa na bilioni 425 kwa fedha za Kitanzania. Nambari 9 ni Gareth Bale. Huyu ni mchezaji wa zamani wa Tottenham Hotspurs na Real Madrid, Leya huyu wa Wales, utajiri wake ni dola za Kimarekani milioni 125 sawa sawa na bilioni 334 kwa fedha za Kitanzania. Nambari kumi ni Iniesta, kingo huyu fundi wa zamani wa klabu ya Barcelona, kwa sasa amestafu soka Mchezaji huyu utajiri wake ni dola za Kimarekani milioni 120 sawasawa na bilioni 267 kwa fedha za Kitanzania. Na hiyo ndiyo orodha ya wa wachezaji wanaocheza soka kwa sasa na ambao wamestafu soka ni utajiri mkubwa zaidi duniani. Na hii ni Nine Sports, chaguo lako namba moja kwa update mbalimbali mbali za soka. Wasisahau kusubscribe kujiunga na familia hii kubwa ili upate update mbalimbali mbali na makala mbalimbali mbali za soka na mazingira, asante.